Tunaendelea vizuri na utekelezaji wa miradi ya TASAFU na imekuwa na mafanikio makubwa sana katika mkoa wetu wa Mwanza. Vimeanzishwa vikundi mbalimbali, ambapo wameanzisha hii masuala ya ushirika, kuweka akiba na kukopa, ili kuweza kujiinua katika masuala ya kiuchumi, lakini pia hata mahudhurio kwenye shule zetu za msingi sekondari, yamekuwa yakiongezeka kutokana na kwamba shughuli ambazo wananchi kwenye hizi familia ambazo zimetambuliwa zime zina wanaonufaika wamekuwa sasa na uhakika wa maisha, kupata milo inayostahiki, lakini pia kujimudu masuala mbalimbali ambayo yanawasukuma e, watoto sasa, badala ya kwenda kwenye shughuli zingine, wanakuwa wanakwenda kaya zilizotambuliwa na kuandikishwa zimeweza kupata kukizi kupata milo mitatu au miwili kwa siku, tofauti na awali ambapo bado mpango ulikuwa haujaanza. Vilevile, kaya zilizotambuliwa na kuandikishwa na kuingia katika vigezo zinaendelea kupokea ruzuku kila baada ya miezi miwili, zinaendelea kunufaika na ruzuku. Kingine ingine ni kwa walengwa 38804 wameanzisha shughuli za kujiongezea kipato ikiwemo pamoja na biashara ndogo ndogo kilimo na ufugaji. Kingine ni imekuwa kumekuwa na uanzishwaji wa vikundi vya walengwa wa akiba, kuweka akiba, kukopa na kukuza uchumi. Vile vile kumekuwa na ongezeko la mahudhurio ya wa watoto shuleni tofauti na awali ambapo mpango haujaanza kutekelezwa katika mkoa. Kingine, walengwa 1976 wameweza kujenga nyumba na kuboresha makazi. Vile vile kum, wanafunzi na kutoka kaya zinazonufaika na mpango wameweza kujiunga na vyuo vikuu. Shule hii ya sekondari Igogwe ilianzishwa kwa ushirikiano wa mitaa mitano inayozunguka eneo hili la shule na ilichangiwa kwa kiasi kikubwa na umbali wa shule hizo mbili, ambapo shule ya karibu inapatikana takriban kilomita saba toka eneo hili. Hivyo ujenzi wa shule hii ulilenga kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu na hivyo kuongeza utoro, kuongeza utoro na pia changamoto ya mimba za utotoni kwa wanafunzi wa kike gharama za ujenzi, ndugu mgeni rasmi, ni kwamba uh, hapa pana miradi 12 ambayo imejengwa na TASAFU na miradi yote 12 imegharimu milioni 891 laki 469,886 na senti 81. Kuna changamoto ziko hapa kidogo bila kujari uboreshaji wa miundombinu shule bado ina uhaba wa vifaa ikiwa ni pamoja na nyumba ya walimu na ukumbi wa kulia chakula. Hata ukizingatia kwamba hii shule sasa wanafunzi wanakaa hapa, kwa hiyo kwenye kuchukua chakula mahali pa kulia ndo kwenye vimbweta hapo na mahali pengine kwenye darasa kitu ambacho sio afya. Kwa hiyo tunaomba mtusaidie katika hilo. Napongeze sana sana, kwanza halmashauri Kaimu mkurugenzi huko hapa, tunawapongeza sana kwa utekelezaji mzuri wa huu mradi, na umekuwa ni mfano, na tunashukuru hata ufaulu unakwenda vizuri wa wanafunzi. Sisi tunaridhika na utekelezaji. Kaimu mkurugenzi, tufikishie pia salamu kwa mkurugenzi wako Umi, tunafahamu anavyopambana. Lakini nishukuru pia kwa wanaigogwe wote na mitaa yote najua wa viongozi mko hapa, wenye viti, watendaji, tunawashukuru sana kwa usimamizi mzuri. Lakini pia kwa walimu mlioko hapa, tunawashukuru na kuwapongeza sana kwa kweli, mnatutia moyo. Nimesikia ule ufaulu bwana, nikasema hapa kweli, wale wa manunuzi wao wanasema value for money, si ndio? Yaani kwamba hii fedha hapa haijaenda bure. Imefanya kitu na kinaonekana. Sasa kuna ombi limetolewa hapa. Naomba nilichukue. Tunafahamu ni kweli shule kama hii inahitaji mpate bwalo, lakini nadhani tulipokuja Januari kulikuwa na ombi la ukuta au fence. Kwa hiyo yote yako kwenye michakato. Najua wengi hapa mko serikalini, mnafahamu mambo ya bajeti yanakwendaje. Kwa hiyo tutaliingiza kwenye tunaita priority list, kwamba orodha ya vitu vya kipaumbele pale. Sisi Tasafu wanapoanza, sisi tunaongezea na tutaendelea kujazia. Tutaacha hapa um, mitungi hiyo ya gesi 25 kwa kina mama kwa kinamama wenzetu kutoka kwa wenza wa viongozi, tumeona tuwaunge wenzetu mkono, kuwarahisishia kazi zao za biashara, ambao kama ni mama unakaanga samaki, mama unapika chakula, kwa kuwapatia nishati safi ambayo ndio hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ajenda yake kuu, kuhakikisha kwamba wamama tunatumia nishati safi imeweza kukuza kiuchumi. Watoto wangu wanasoma, maisha yanaendelea. Ko, namshukuru Mungu pia kwa ajili ya TASAFU kwa sababu namwona Mungu kupitia TASAFU. Wanangu, mwanangu wa kwanza anasoma form 4, mwingine form 1, mwingine darasa la 4. Kwa kifupi TASAFU imenisaidia ni. Ninamshukuru ni, ni, Mungu pia kwa ajili ya TASAFU. Kwa kweli mimi nashukuru sana TASAFU. Kipindi TASAFU haijafika cha kwanza, mimi na watoto wanne. Ambaye wa kwanza uko form 4, wa pili form 3, wa tatu yuko darasa la tano na kaka mwisho yuko darasa la kwanza. Nilikuwa na maisha magumu. Katika watoto na, na, na wa kiume watatu wa kike wawili. Wawii na watoto watano. Nilikuwa na chumba kimoja na sebule. Nilikuwa na chumba kimoja. Baada hapo nilikuwa nalala mimi na watoto wangu kitandani wa kiume chini. Kwangu ilikuwa ni changamoto baba yao hayupa hayupalinikimbia yeah. Alikuwa mwanamke mwingine ameniacha.